Ni mchezo mgumu japo unaweza kuonekana ni mchezo mwepesi, kutokana na timu hizi mbili, moja iko Premier League nyingine ipo Championship. Lakini ukiwafuatilia vizuri Stand United uh, wana chances mpaka asilimia sabini za kuwa timu itakayopanda daraja msimu ujao. Kwa hiyo hawako ambako wapo kwa bahati mbaya, wako wakiwa na timu nzuri, wakiwa na mipango mizuri, na naamini na wao wanataka kuweka rekodi nzuri kwenye michuano hii kila msimu kumekuwa na timu ambayo inajaribu kuweka alama kwenye michuano hiyo kufika mbali. Kwa Stand watakuwa na hayo malengo, lakini sisi kama Yanga tumejiandaa vizuri kuweza kupambana tunapata matokeo mazuri siku ya kesho, inshallah. Tahadhari namba moja ambayo uongozi tumechukua ni kuzungumza na benchi la ufundi na kuzungumza na wachezaji. Hatupo katika nyakati za kuchukulia poa mchezo wowote ule, na niwaambie mashabiki wa Yanga kama nilivyowaambia kwenye mechi dhidi ya Songea kwamba booster kamili ya Yanga inakwenda kushuka na dhidi ya Stand ni hivyo hivyo, booster kamili ya Yanga itashuka. Si kwamba tuna lengo la kumuonea mtu, tuna lengo la kukamilisha malengo KMC complex si kwa na uzuri tunao tuzo yetu ya kimataifa ambayo ameipata rais wetu engineer Hersi Said kutoka uh, football summit ya kimataifa. Kesho itakuja pia pale KMC tuzo yetu ile, tuweze kuiona kama wananchi, na tuweze kupiga nayo picha, baadhi ya watu ambao watapata bahati ya kuwakilisha wenzao. Eh, lazima tuvimbe na rais wetu, tuvimbe na mafanikio ambayo anayapata.